s Sa, Matias Saikuya ametoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa kitivo cha sheria kwa njia ya igizo. Habari ya mtazamaji wetu wa UoI Digital. Wa karibu sana kwenye taarifa ya habari takayoleta kwako nami Beatus Emmanuel, lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia na TikTok kwa jina la UoI Digital. Kitivo cha sheria chuo kikuu cha Iringa humeandaa igizo la mahakama za kimataifa za kesi za jinai, lengo likiwa ni kukuza uwezo wa wanafunzi wa kitivo cha sheria. Mwanahabari wetu Timothy Lugembe ana undani wa taarifa zaidi. UoI Digital wamezungumza na mkufunzi msaidizi chuo kikuu cha Iringa, Mwalimu Zedi Malaika amesema kuwa lengo la kufanya gizo hilo lilikuwa ni kuwaonyesha umma na wanafunzi wote kwa ujumla procedures zinazofanyika kwenye mahakama za kimataifa za jinai, na amesema swala hili ni mwendelezo

Baadhi wanafunzi wa kitivo cha sheria mwaka wa tatu, Hamza Mwitumbwi na Lecho Yusto, ameeleza kuwa igizo hilo la kimahakama linainua uwezo wa wanafunzi katika mahakama za ndani na kimataifa, pia linakuza uwezo wa wanafunzi hao pindi watokapo chuoni. Mchungaji Kristina Mwangi wa kanisa la KKT chuo kikuu cha Iringa amewataka waumini kumwomba Mungu awape kibali cha kukutana na utukufu wake ili utukufu huo uwafunike hata watakapopita kwenye shida. Mwanahabari wetu Agano Mlingo ana undani wa taarifa zaidi. Bwana anaweza kuongea na wewe kwa sababu tayari amekufanya kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Akizungumza na waumini waliohudhuria kwenye ibada iliyofanyika ukumbi wa Matipapas amesema kuwa watu wanapaswa kuwa karibu na Mungu na kumwomba Mungu wakati wote, naye atanyosha mapito yao. Kwa hiyo hautapungukiwa, kama katika Agano la Kale ambapo Musa alipoachana na Mungu sura yake ilibadilika polepole, polepole, polepole, kwa neema ya upendeleo neema ya kipekee mimi na wewe tumeipata, ni pale ambapo tunaenda mbele za Bwana Yesu, ambacho Roho Mtakatifu anafurika, anatubadilisha na ndio maana abadilishi sura tu, anabadilisha mtazamo, anabadilisha kauli, anabadilisha kuvaa kwako, anabadilisha kutembea kwako, anakubadilishia watu nao unaokaa nao maana baadhi ya waumini waliohudhuria kwenye ibada hiyo wamesema wamejifunza mengi hususan kumtegemea Mungu wakati wote na kuwaomba wale wanaokosa ibada hiyo kujitahidi kuhudhuria kwani maisha bila ya kumtegemea Mungu ni kazi bure. Pia tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na uh, swala zima la kuwa na uaminifu katika kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Katika siku ya leo tumejifunza mambo mengi. Mhubiri wetu ametufundisha vitu vingi, tukai vizuri na Mungu. Utukufu wa Mungu unabadilisha maisha yetu. Katika ibada ya leo, ilikuwa ni ibada nzuri, ibada yenye utukufu wa Mungu. Katika mhubiri au mwalimu aliyefundisha, ametufundisha mambo mazuri juu ya kutembea na Mungu ili Mungu aweze kuachilia utukufu katikati ya maisha yetu. Ibada ya kupamoja katika chuo kikuu cha Iringa iliyofanyika katika eneo la Matipapa Soul imekamilika na imeshuhudia mtumishi wa Mungu akiwasa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kuto kujiweka mbali na Mungu. Nikiripoti kutoka eneo hili la Matipapa Soul, mimi ni wapo wagano Mbigo wa UoI Digital. Taarifa yake Agano Mlingo inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Flowin Mkinga. Mkoa wa Iringa kumekuwa na ongezeko la wanawake wanaojihusisha na masuala ya ujasiriamali, ambapo kipato wanachokipata hutumia katika kukidhi mahitaji yao hata kulea familia. Baadhi ya wanawake mkoani Iringa wametaja sababu zinazowafanya kujihusisha na ujasiriamali ikiwamo biashara kwa kiasi kikubwa, huku wanaume wakijikita na ulevi na kupelekea kusahau majukumu yao katika familia. Kuna baadhi ya wanaume wanasahau majukumu yao kwa ile, inapelekea na sisi wanawake kutokuweteka Inye, mtupate, mtupate kichotu. Baadhi ya wanaume mkoani Iringa wametoa pongezi kwa hatua ambayo wanawake wamefikia, wakionya kuhusiana na mabadiliko ya tabia pindi wanawake wakishika pesa <tutu> Sisha na masuala ya biashara huku, kwa kiasi kikubwa, kwa sasa hivi wanawake wanaonekana kuchukua nafasi kubwa sana kwenye masuala ya biashara pamoja na, na ujasiriamali. Kutoka hapa uh, mtaa wa Septemba, mimi ni Floni Petrus kwa UoI Digital. Asante sana Froni Mkinga kwa habari za biashara na uchumi. Taarifa yake Froni Mkinga inatukamilishia habari kwa usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Beatus Emanuel, nikutakie usiku mwema. Asante na kwaheri.